Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kumtakia ziada ya rehma mtukufu wa daraja bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ndugu zangu, leo ni siku ya kwanza katika hadhara yetu, lakini ninaamini kuanzia kesho tutapata vitu vikubwa zaidi, tuseme insha Allah. Na ujaji wetu katika hadhara hatujapoteza, sote tulioko katika viwanja hivi kwa mafundisho sahihi ya mtukufu wa daraja ya bwana mtume Muhammad. Sasa hivi malaika wanapanda, wanakwenda mbinguni. Mungu anawauliza, aina takhurujun, mnatoka wapi? Wanasema tunatoka na Chingwea, katika viwanja vya maulid. Ukitaja maulidi inakuwa shida kweli. Haya, kuna wengine hawataki maulidi, wengine wanataka, mtihani mtupu na wote Waislamu nao wanatukanana vile vile, uongo kweli. Mtu asiyesoma maulidi ataambiwa kafili, anayesoma ataambiwa kafili, kafili. Sema inshallah msitiane kwenye ukafili kwa vitu vidogo vidogo. Ukitaka kumtia kwenye ukafili, basi wewe ndio unakuwa kafili namba moja. Kuna vitu ambavyo havimtoi mtu katika Uislamu, na sio kila jambo lazima afanye mtume. Sio kweli, yaani kila tunachofanya kama mtume hajafanya tunaenda motoni, sio kweli. Ah, sio kweli kabisa, sio kweli kabisa. Kuna mtu mmoja kuniambia, kunaambia nyi wahadhiri mtakwenda motoni nye. Nikamuuliza, kwa nini mnahubiri Biblia wakati mtume hajahubiri kwa Biblia Mtume kasoma Qur'ani na hadithi nye, Biblia mmepata wa? Nikamuliza, bwana, unayo simu kidogo, nimpigie rafiki yangu. Kaambia ipo bwana, haina vocha. Nikaambia na wewe unakwenda motoni, kwa nini unatumia simu wakati mtume hajatumia? Sasa kuna vitu vya kuvitazama, sio kila ambacho hajafanya mtume, sio tukifanya motoni. Ah, basi tutaingia motoni wote Mana mtume msikitini akuweka feni, we unaweka. Mtume akuweka unaweka. Mtume akutumia maiki, we utatumia. Tusome jamani, yajuzu taghayyir lahkami azmani lazmani walamkani. Ipo sheria katika, eh? Kwa hiyo tusome na mtume anasema mtume mbali anasema man lam yataallam fi sigharihi yatambu fi kibarihi, asiyesoma dini utotoni itampa shida ukubwani. Hmm? Mtume alisema maneno hayo, asiyesoma dini utotoni akitaka kuisomea ukubwani itampa shida. Ndo msikitini ataingia na viatu, akiulizwa nini? Nayo hadithi mtume kaswali na viatu. Kitandani analala bila viatu Kwanini dini kaijulia ukubwani? Ukijulia ukubwani na kwa shida, mtu akisoma Bulughul Maram she na nachingea mzima uyu hadithi yake moja tu, lakini nachungea mzima itapata habari kwamba kuna mtu kidume anaswali na viatu. Dokta Sule anakumbuka Msimbwa. Tulikutana na watu wanaswali na viatu, alafu wabishi kweli kweli. Tulifanya nao mjadala maana <laughs> tu, si tuko vizuri, hujue usitone kama mbumbumbu sana, labda akili yako ikakupa, si tunajua Bibilia tu aa, si vichwa vyetu vina nafsi tatu. Huku kuliani kuna Qurani na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Ukitaka kusoma mambo Qurani na hadithi, si tunafanya nywi Tunakwambia Qur'ani ina juzuu 30, na ina sura 114, ina aya 6236, ina maneno 76440 elfu, ina herufi laki tatu ishirini na mbili elfu mia tatu sabini na tatu. Ukija Biblia na historia, si tunaweka upande wa kushoto nywi. Ukisema mimi ni msabato takuambe dhehebu lako limeanzishwa na mwanamke anaitwa Ellen Gabriel White mnamo mwaka 1845 siku ya Jumamosi katika jiji la Michigani katika nchi ya Marekani. Ukisema unataka dunia, si tunafunua kati, dunia yote tumeiweka kati. Ukitaka Yanga, ukitaka Simba, mimi siangalii mpira wa Tanzania, yaani mimi icheze Simba, sitazama mpira hata siku moja nimetizama siku moja simba na Mbeya City, mimi siku ile ndo nikaacha mpira. Kichu akakaa mbele kama imamu anasubiri kuswalisha, alafu kapigiwa mpira, yuko peke yake, kafunga. Refa anasema goli, nikazima na TV hapo hapo, nikasema siangalii tena mpira, sitaki kabisa. Yani marefanye kwa kuibeba timu fulani a a nikakataa. Sasa tuko sawa kila idara. Wewe ukisema unakuja kilugha, sisi tutakwambia neno Allah ili unalijua. Allah asili yake aliha ya alahu ta'ala ilahun. Fasida fihi al litafhimi wa tanghimi faswara al-ilahun. Thumma utifatil udifat lama iktayajia. Faswara Allahu Thumma udghimatul lam fi lam Faswara Allahu. Tuko sawa sasa. Dini ya Uislam ni moja moja, kesho tutachimba zaidi, tuseme insha'allah. Haya nayokwambia uya uyahifadhi, usiwe kama mtu mmoja akaja kwenye dua Jamani mimi nikilala wanga wananiwangia kweli kweli. Akaambiwa basi tatizo limeisha dua hapa. Alipokuwa mjinga wa akili ile dua akaenda ukutani wa kitanda chake ndo akaiandika baada ya kuhifadhi. Anakuja usiku anasoma, alafu ndo analala. Kama miezi sita anaenda anasoma, analala. Kashafanya mazoea. Basi kuna siku kaja akachoka kweli kweli. Alipofika pale akatazama akamwambia Mungu kama kawaida, bwana afu akaenda kulala. Kesho tutakula vitu zaidi tuseme inshallah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.